Ndege hii imenunuliwa kwa fedha za Tanzania eh, kwa shilingi bilioni sita, ambayo imenunuliwa na serikali yetu ya awamu ya sita na hizi zake, eh, Weblo, Suruhasa, ni jitihada zake Mheshimiwa Rais wetu Dkt. Samia Suluhu Hassan katika eh, kuleta mageuzi makubwa katika sekta ya kilimo ili kuleta tija ajira ajira panua, na kuimarisha masoko lakini pia kuimarisha hali ya chakula na hapa eh, Tanzania Mheshimiwa Waziri eh, eh, mamlaka ya afya ya mimea na viuatilifu Tanzania ni mamlaka ambayo iliundwa kwa sheria namba mbili na namba nne ya Bunge letu la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka elfu mbili na ishirini wa kuunganisha iliyokuwa eh, iliyokuwa TPRI pamoja na sehemu ya afya ya mimea yaani PHS kitengo kilichokuwa Wizara ya Kilimo ili kuwa na mfumo mmoja wa sheria kusimamia masuala yote ya afya ya mimea na viuatilifu hapa Tanzania. Na Mheshimiwa Waziri, baadhi ya mafanikio ya a baada ya kuanzishwa kwake ni kama ifuatavyo. Moja, na mafanikio mengi lakini ningependa niseme moja. Ni mafanikio katika udhibiti wa visumbufu vya mimea, yaani magonjwa na wadudu wa haribifu. E, udhibiti wa wa visumbufu vya mimea ni moja ya jitihada za mamlaka katika kuleta tija katika sekta ya kilimo, na moja ya visumbufu ambavyo tunadhibiti ni visumbufu hivi vya milipuko kwa maana ya panya, kwelea kwelea, nzige, viwavijeshi na kadhalika. Kwa mfano mwaka 2024/25 mamlaka ya, imeweza kudhibiti ndege eh, aina ya kwelea kwelea zaidi ya milioni mia mbili katika halmashauri kumi na nane na kuokoa hekta laki mbili eh, na ishirini na mia moja sitini na tatu sawa na tani milioni moja pointi nne za nafaka mazao ya nafaka, kwa maana mpunga, mtama na uwele. Yapo mafanikio mengine yakiwemo uwezeshaji, ufunguaji wa masoko katika nchi za nje, lakini pia mamlaka tumeweza kuimarisha eh, miundo ya utendaji kazi kwa maana ya vifaa vya ya, ya kutendea kazi ikiwemo vifaa vya maabara, uh, drones, pamoja na ndege pamoja na na vifaa vingine vya kisasa kwa ajili ya e, kuimarisha utendaji kazi. Lakini pia e, kazi nyingine au mafanikio mengine yamepatikana katika upatikanaji wa takwimu za mazao ya kilimo kwa mfumo ambao tunao sasa hivi. Ah, kama nchi tunaweza kupata e, takwimu za mazao yanayosafirishwa kwenda nje kwa kupitia mamlaka hii, lakini pia e, na tumeweza kuhifadhi bioanuai za mimea kwa maana ya mbegu e, za asili na saba zaidi ya elfu kumi pamoja na, na sampuli kavu zaidi ya laki tatu kwa ajili ya rejea za utafiti na uchunguzi wa ah, mbegu. Mheshimiwa Waziri, umuhimu wa ndege hii sasa ya kisasa katika kuimarisha usalama wa chakula hapa nchini. Eh, kama unavyojua, eh, kilimo ni nguzo ya uchumi wa nchi yetu, lakini tumekuwa tumepambana kime, na tumekutana na changamoto hasa za mazao yetu kuvamiwa na ndege hao aina ya kwelea kwelea, kwa maana ya, ya mpunga, mtama pamoja na na uwele. Kwa hiyo uh, ujio wa, wa ndege hii ni mkombozi mkubwa sana kwa wakulima. Napoongelea wakulima, nazungumzia wale wakulima wa maeneo ya Bahi, Kondoa kule, e, Mbeya, Mbarali kule Kapunga, Rufu, Morogoro kule Kilosa, Mgomero, Simiyu, Magu. Hayo ni maeneo ambayo mara nyingi sana yamekuwa yakivamiwa, na udhibiti wa, wa, wa ndege hao tulikuwa tunatumia E, ndege kutoka shirika la e, Jelusio kutoka e, nchini Kenya, na mara nyingi kulikuwa na changamoto mbalimbali, kwa mfano kuchelewa kufika kutokana na e, sababu za kitendaji na sababu zingine. Kwa hiyo ndege hii imekuja kuleta e, ukombozi mkubwa sana kwa wakulima wetu. Hii ndege, e, ndege unaiona una kama ni ndogo, lakini ina uwezo E, mkubwa sana kwanza e, ina tenki la mafuta pale ina uwezo ujazo wa lita mia nane sitini na tatu kwa maana hiyo inaweza kukaa angani zaidi ya masaa manne lakini pia ina uwezo wa kubeba viwatilifu e, lita elfu moja mia tisa na thelathini almost lita elfu mbili kwa hiyo inaweza kufanya udhibiti wa, wa ndege hao katika eneo la hekari elfu mbili na mia nne kwa mara moja, lakini pia ina vifaa vya kisasa kwa ajili ya eh, kufanyia eh, surveillance na kutoa eh, takwimu ambazo zinatuwezesha sisi kufanya plani ya kuwadhibiti eh, ndege hao. Eh, Mheshimiwa Waziri, katika kuhakikisha ununuzi wa ndege hii inafanya eh, inafikia malengo ya matumizi yaliyokusudiwa, mamlaka ya imefanya mambo yafata: moja, tumepeleka rubani Ramadhani Hamisi kupata mafunzo Marekani ya kuendesha ndege aina hii ya ya, ya Thrush, lakini pia tumepeleka injinia pia kwenda kujifunza eh, kutoka Coastal eh, Aviation kwenda kudif, kupata mafunzo ya namna ya kufanyia maintenance ya ya ndege hiyo, lakini pia wataalam kutoka mamlaka pamoja na wizara nao walienda wakafanya ukaguzi wa ndege hii ikiwa kule Marekani, lakini pia amepeleka mafunzo wataalam kutoka TCAA, um, kwa ajili ya ku, ku, ku, kupata utaalamu kuhusu airworthiness engineers nchini Marekani kwa ajili ya ndege hii hapa, na wataalamu kutoka mamlaka pia walikwenda nchini e, Kenya na kuangalia kujifunza e, kuhusu utaratibu wa, wa, wa maintenance. Mheshimiwa Waziri e, inapofikia mwisho e, wa, wa taarifa hii napenda nichukue fursa hii kumshukuru e, sana e, Rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa jitihada zake za kuleta mageuzi makubwa katika sekta ya kilimo lakini pia niwashukuru wadau wote ambao tunashirikiana nao katika utendaji kazi wetu, ukiwemo e, wewe mwenyewe, waziri wa kilimo, kwa uongozi wako mahiri katika wizara yetu, lakini pia msajili e, wa hazina, mamlaka za anga, makamishina wa TRA na na TANAPA ambao mmetupa e, ushirikiano mkubwa sana katika kukamilisha jambo